Uh, Bwana Joel Kariuki, Joel Kariuki karibu sana kwenye kipindi, eh. uh -huh. Umefika karibia ya mic tafadhali, tofadhali. Yes, kabisa sm awesome. mm -hmm. So you're here finally. Yes. Nakuta- nakuonaga sana mm -hmm. kwa Instagram nilikupata kwa Instagram. You're a motivational speaker yes, na unazungumzia kuhusu masuala tofauti. Ndio kwanza nikupatie nafasi ya kutambulisha, kujitambulisha manake, najua kuna mashabiki wako ambao kuna ufuatilizi wa karibu uh. Asante sana. My name is Joel M Kariuki. I'm a thought provoking speaker who speaks on life and business, anything I do, I do have to change somebody's thoughts. <laughs> So chochote unachofanya lazima ubadilishe mawazo ya mtu, ya mtu. Okay. Hiyo ndio agenda yangu na no, hiyo ndio goal yangu kwa kila kitu ninachosema. Yes, mm -hmm. Yes, okay, yes. Mm -hmm. Mm. Family, family I do have family mm -hmm. lakini mm -hmm. napenda kuweka kando kidogo mm -hmm. because nataka private life kae kando kidogo juu social media mm -hmm. kuna mambo mengi na sitaki watoto ama mwenye yuko ajulikane na mambo mengine tofauti. Okay, yes. Sasa sasa hiyo <laughs> <Ndiyo>, na <kuna> watoto tujue, kuna <laughs> watoto jua jua, kuna watu mahali ndio. uh -huh. Maana anaweza kuongea kuhusu hizo vitu juu naziona nazipitia kila siku. uh -huh. okay uh -huh. Kuna swala ambalo ulizungumzia uh -huh. yes, thought provoking uh -huh. Ukazungumza ukasema kwamba mara nyingi, na leo utazungumza kuhusu masuala tofauti. Mara nyingi unapata mtu anafanya anamaliza shule uh -huh. na hana uhakika anataka kufanya nini, uh -huh. kwa sababu kwa familia uh -huh. ni familia ya wasomi. uh -huh. Um, kuna daktari, kuna injinia uh -huh. kuna muuzi, kuna mwalimu mwenelewa, yani uh -huh. ni heavy careers uh -huh. okay, akaka black sheep ketu hata uh -huh. kajui. so i actually really i was like wow this is nice how come I discovered you. Kidogo tu kwa msikilizaji anasikiliza, yes. Sasa kwa mtu kama huyu, the one thing you need to understand is everybody has a perception of what they want with their life mm -hmm. sasa mtu akitoka shule, the fact that ametoka kwa familia yenye wanafuatanga mkando fulani ama wanafuata a certain route. Lazima huyu akuwe daktari, lazima huyu akuwe hivi. Mzazi pia anafaa elewe huyu saa hizi, based on the things zenye ziko za zimeendelea kwa hii dunia, anafaa mpatie opportunity ya kutafuta chenye yeye anataka yesu unaweza mguide juu wewe uko na information as more than them, lakini unafaa mpatie an opportunity ya pia kutafuta yeye anataka nini, na pia aangalie pia kuna mahali dunia inaelekea saa hizi mm. kama saa hizi AI ina take over so many things sasa huu mtoto akienda asome kitu yenye miaka inakuja akimaliza kama ni miaka nne haitamsaidia.